Amani ya Bwana iwe juu yetu. Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hasani, itifaki ikizingatiwa. Awali ya yote, imesimama hapa kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa pole kwako wewe Mheshimiwa Rais, kwa familia, kwa wabunge na watanzania kwa jumla. Tumeondokewa na kiongozi mahiri, kiongozi alipenda nchi yake na alipenda kazi zake. Toka nimeingia bungeni elfu mbili na tano nilimzoea Jenista na jina lake alikuwa anaita mimi mwanangu na mimi namwita mama. Tuliishi vizuri sana, sifa zilizotolewa hapa na baba paroko ni za ukweli ni mtu anayejishusha sana kikubwa ni kumwombea dua na sala na maombi. Mwenyezi Mungu ampokee amchukue amweke pema, yeye na wapenzi wetu wote waliotangulia mbele ya haki. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais wanama walivyokuwa karibu na Bunge kwenye tukio hili la msiba na misiba yote ambayo tunapata bungeni na hasa kwa jana kutupa ndege kupeleka mwili wa mpenzi wetu na familia kwenda kupumzisha kwao Songea. Mheshimiwa Rais, pole tena. Niwaombe familia, msiba huu ni mtihani na ni mzito sana. Shika maneno, penda nini, msikize maneno ya kuwagawa. Hakuna jambo ambalo Mungu analipenda kama umoja, na umoja wa familia. Nimepata bahati kuwa na mama mwenye wema. Endelez, endelezeni wema wake. Baba Paroko, na kushukuru sana, nimekuelewa meseji yako ya misaada. Alika naleta Jenista, uwe na amani na uhakika. Jenista ameondoka, lakini malaika wake wapo na sisi tupo, tutashirikiana kuendelea kusaidia maskini na wasiojiwezi. Mungu amjalie, amweke pema, amwondolea adhabu zote, na safari yake ya kwenda peponi iwe nyepesi. Asanteni sana. Na sasa tusikie salamu kutoka kwa wanafamilia zitakazowasilishwa na ndugu Vikta Mhagama, kijana wa marehemu, kwa maana ya mtoto wake. Bwana Vikta, karibu sana.